Nani ambaye ajui sifa zako hapa kijijini? Wewe mwizi, nakuambia nenda kacheza unakochezanga. Unaponiangalia mimi dati dati dati dati, acha dati, dati, dati kuwa mkali sawa. Sifa zote unazonipa hizo, mi muuni kibaka na sifa mbaya, ila sio kwako. Mi sio muuni kwako Dati kaka angu bana, msinletengo njera zako bwabwaja hapa, maliza, nataka nitoki mleo. nilikuja hapa kwa sola moja tu mimi kusimamisha hapaesiuku mimi muuni sawa sina sifa mzuri sana, sifa zote mbaya saa, ila sio wako, that's it.